Kwa jina anaitwa Hussein Mohamed Omar, naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo. Anaishughulikia usalama wa chakula na maendeleo ya mazao. Leo tulikuwa na, na, na ndugu zetu wasindikaji na wakulima wa alizeti, na tunapozungumzia wasindikaji pia pamoja na makampuni yanayoshughulika na, na a, uzalishaji wa mafuta hapa nchini. Lengo la kikao hiki ni kuongeza msukumo kwa wakulima kuweza kuzalisha au a, a, kulima kwa kutumia mbegu bora. Tumekuwa na changamoto ya uigizaji wa mafuta kutoka nje kwa sababu ya uzalishaji mdogo, lakini tunafahamu uh, kuna tofauti kubwa kati ya mbegu bora na mbegu ambayo sio bora. Mbegu bora zimekuwa zina uh, kiwango kikubwa cha mafuta. Kwa mfano uh, ukitumia mbegu bora uh, kuna zaidi ya asilimia 40 mpaka 48 na kiwango cha mafuta, kwa hiyo ukilinganisha na mbegu uh, uh, nyingine, maana yake tafsiri yake uh, msindikaji ambaye ananunua mbegu ya alizeti ambayo sio, uh, alizeti ambayo haijalimwa kwa mbegu bora ana changamoto ya kupata mafuta kidogo na hivyo kuwa na gharama kubwa ya uzalishaji. Kwa gharama kubwa ya uzalishaji inaweza ikachangia pia soko uh, bei ya, ya, ya mafuta kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tulikuwa tunahamasisha wakulima leo wahakikishe kwamba wanatumia mbegu bora. Serikali imefanya jitihada za kutosha kwanza kutoa ruzuku ya mbegu bora. Ukiangalia uh, uh, kwa mwaka huu wa fedha uliokwisha tumeingiza mbegu kwa, kwa, kwa, kwa ruzuku zaidi ya tani 700 bei ya shilingi elfu kumi kwa kilogramu moja wakati bei ya soko ni elfu arobaini na tano uh, kwa kilogramu. Yote haya ni kuonyesha kwamba tunaongeza uzalishaji wa, wa, wa, wa, wa mbegu bora tunaongeza tija, na haya ambayo yamefanywa na serikali pia yameongeza tija kwenye zao la alizeti. Kwa mfano, kwa miaka ya nyuma tija ya alizeti kwa, tunazungumzia uzalishaji wa tani 0.9 lakini hadi sasa, kutokana na, na, na, na, na jitihada za serikali, ikiwemo kupeleka huduma za ugani kupeleka mbolea ya ruzuku tumeweza kufikia uzalishaji wa tani 1.3 kwa hekta. Kwa hiyo hizi ni moja ya jitihada ambazo kama serikali tunafanya, kwa sababu tunaongeza uzalishaji wa mazao yote ya mafuta ikiwemo alizeti. Tuna changamoto ya, ya mvua na ukiangalia, serikali moja ilicho kazi yafanya ni kuongeza jitihada kubwa kwenye uwekezaji miundombinu ya umwagiliaji. Kwenye mwaka huu wa fedha, kwa mfano, uh, tumewekeza kwenye umwagiliaji karibu bilioni mia nne na tisa, lakini kwa mwaka jana uh, bajeti ya umwagiliaji ilikuwa karibu bilioni 393, kwa hiyo ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu moja ya changamoto ambayo tunayo kubwa kwenye uh, uh, kilimo ikiwemo alizeti ni mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kama serikali jitihada zinafanya sasa hivi ni kuongeza miundombinu ya umwagiliaji ili kuboresha kilimo chetu kisicho kilimo cha kutegemea mvua na tuwe na kilimo cha kutumia. Swala la mbegu ni swala la msingi sana kubadilisha mabadiliko ya kilimo kama eh, wanasema agriculture transformation. Ukienda pale eh, pale pale pale wizarani kuna Vision 2030 eh, Vision 2030 ambao maana yake ni mabadiliko ya, ki, ya, ya, ya, ya mabadiliko katika kilimo chetu agriculture transformation Tunaenda kufanya kilimo kiwe cha kibiashara zaidi, yaani ukimwona mkulima unajua umekutana na mfanya biashara mwenzako, si ndio? Lakini tunataka kuhakikisha bana usindikaji utumie teknolojia za kisasa, ili tutoe mazao bidhaa ambazo zina ushindani kwenye masoko sio ya ndani tu, mpaka ya nje, si ndio? Ile biashara ya kusema serikali izuie mafuta kutoka nje, tuachane nayo yale akili ya kilia, kutana na mafuta yetu ni bora zaidi kuliko ya kwao. Changamoto kubwa inayotukabili ni mbegu, mbegu nikiwa na maana ya material. tuna tuna tuna tunapitia changamoto hii kwa sababu wakulima hawalimi kisasa, hawalimi kisasa, wanalima kawaida, na kwa wakulima ambao ni wa kawaida, wanalima kawaida kwa kutegemea mvua ambapo inawala kama ni mkulima anayeilima kwa kutegemea mvua, hata mbegu anayoilima ni mbegu ya kawaida. Ndio maana kule ndani tukazungumza kwamba tunaiomba serikali iweze kuwekeza kwa hawa wakulima, iwawezeshe kuwapa mbegu za kisasa, iwawezeshe kuwapatia viwatilifu, iwawezeshe kuwapatia wataalamu ambao wataweza kusimamia shughuli nzima na mchakato mzima wa kilimo kuanzia chini mpaka mwisho, ili kuweza kumfikia msindikaji, ambaye ndio mimi na wenzangu tunalalamika mbegu, kwa sababu gharama ya kuendesha kiwanda cha kawaida ni kubwa sana, lakini viwanda vyetu vinaishi vina, vinafanya kazi muda mchache ndani ya mwaka. Tukisema tunafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, ni viwanda vichache ambavyo vinafanya kazi miezi sita, vivyo vingi ni miezi mitatu muda wa kuanzia asubuhi mpaka jioni, ila vingi ndio hivyo vinafanya, vinakamua gunia mbili tatu nne ambazo gharama unaikuta iko juu sana. Hatuwezi kukimbizana nini? Kukimbizana na soko. Ndio maana tunaiomba serikali iweze kufanya hivyo vitu vitatu: iwekeze kwenye mbegu, iwekeze kwa wataalamu, iwekeze kwenye viwatilifu. Wakulima wakisha pata hizo, hiyo, hiyo package, sisi wasindikaji tutakuwa eneo salama, kwa maana mbegu zitapatikana na hazitapatikana mbegu tu, zitapatikana mbegu bora. Uzalishaji wa mafuta ndani ya nchi utakuwa mkubwa na kama nchi hatutakuwa na shida. Kwa jina linaitwa Steven Henry Mariale ni mkulima kiongozi wa zao la alizeti, na napenda sana kuishukuru ku, ku, ku, ku, ku, Tasupa wa kutuunganisha na watu wa Jiventa na kutushawishi au kutuelekeza au kutupa elimu kwenye sekta ya kilimo kwa upande wa uzalishaji wa mbegu. Kwa eh, mimi upande wa, wa, wa kus, ku, ku, kulima mbegu ya chotara chotara, tunasema kwamba ina uwezo mkubwa wa kutoa mafuta mengi na kumpa faida mkulima mwenyewe kwa sababu ya, ya kutoka gunia tano mpaka gunia kumi na mbili kwa eka, ina maana mkulima anafaidika na mwenye viwanda anafaidika, kutoka lita 20 18 mpaka lita 36 mpaka 40 kwa, kwa gunia kwayo, wingine, kwa hiyo kwa namna moja wengine mimi nimeona kwamba changamoto ya mafuta kwa sasa Tanzania itaisha na bei ya mlaji itashuka kwa sababu ki, ki, ki, kiwango kikubwa cha mafuta kitakuwa kingi mkulima ampigi yani amuumizi msindikaji, na msindikaji haumii kutokana na ukamuaji anaopata mafuta mengi anayopata kutokana na hiyo alizeti. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tulichokiona, nimezungumzia swala la elimu kwamba wengi wetu hatuzungu hatu hawana elimu vijijini, vijijini ni tatizo. Kwa hiyo anayelima chotara mkulima akipita njiani au barabarani akaone mempendeza, hajui anaipata wapi. Matokeo yake muda wake ukifika, yeye anaenda kuvuna tu ile mbegu, akirudia akitegemea na yeye atafaidika kama vile, lakini maskini ya Mungu kiwango kinashuka, au lile sega tunaita au ua lile linapungua eh, ukubwa. Kwa hiyo akipata elimu kwamba arudie, kununua muda wote kununua ile mbegu, kwa sababu kwanza inauzwa bei ndogo Serikali imeweka mkono wake, inasaidia kwenye sekta hiyo ya kilimo, wakulima wanafaidika kutokana na bei ndogo. Kwa hiyo mimi ninaona na nchi ilivyobarikiwa ya Tanzania, sehemu zingine hatuhitaji hatuhitaji mbolea kama Dodoma, Singida ndio tunaweka mbolea, lakini kwa utashi wa wewe mwenyewe, lakini hata yule ambaye aweki mbolea anaweza kuvuna hiyo alizeti yake vizuri.